Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahabati ajmaina. Bad, ndugu Islam, hapa kuna maswali yenu, na leo swali la kwanza linasema, nilikuwa naishi na mume wangu vizuri miaka 34 tukazaa watoto sita. Ikatokea akapendana na mtoto wa mjomba wake akataka kumwoa ila, alikataa kutokana hali yetu duni, na nilikuwa mje mzito. Kwa uchungu nikautoa, yaani akautoa ujauzito. Kwa uchungu alinipitishia mume wa mume vituko kama mke mwenzangu. Wema na hisani akavisahau. Basi wakati ule na mie nilikuwa niliamua wakati, na mimi niliamua kupendana na mtu mwingine, ilikuwa karibu na Ramadhani. Ikawa yule bwana, wakati mwingine ananiita tunaotukaye kwenye gari ili tuzungumze, wakati mwingine ananibusu na ni Ramadhani. Sasa hapo nini toba yangu? Nini toba ya Ramadhani? Na nini toba ya kutoa mimba? ilikuwa mimba hiyo ni ya miezi minne Tabaan, wakosa ni mengi. Kosa la kwanza ni pale ile reaction yako namna mwenyewe ulivyojibu kwamba mume wangu ka oa, kwa hivyo na mimi nataka kumuonesha kali kwa sababu ya hasira zako. Tunajua na Mwenyezi Mungu anajua zaidi kwamba ukewenza ni jambo zito na lenye kuumiza katika nafsi, lakini Uislamu unaangalia maslahi ya umma, hauangalii maslahi ya mtu mmoja mmoja Eh, inaangalia maslahi ya umma kwa ujumla, na kama unavyoona Mwenyezi Mungu alivyoumba wanawake ni wengi kushinda wanaume. Kwa hivyo, njia Mwenyezi Mungu aliweka ni hiyo, kwamba watu wawe wake zaidi ya mmoja. Ni maamuzi yake, hata kama yanaumiza, lakini ndio ameamua yeye. Kwa hivyo, inabidi mtu atii tu, kwa sababu pepo ni ngumu, na kila mtu mtihani wake atapewa. Wanaume na mitihani yao, wanawake na mitihani yao, na kuna mengine pamoja sote, wanaume na wanawake lakini lazima uvumilie na ukubali ndio upate pepo. Mwanamke kwa mke wake, kama atapata mtihani huo, haijamaanisha kwamba asiumie katika moyo, lakini lazima avumilie kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kukutaka pepo. Mume ni jambo la dunia tu, siku mbili tatu, basi. Na yeye mume mwenyewe anaweza kukaa kaoa mwaka mmoja miwili, akafariki dunia. Lakini pepo ukiingia, ndio umeingia milele na milele kwa hivyo hilo kwanza tulizingatie, halafu unauliza kuhusu toba yako. Kuhusu Ramadhani, taban e, hakuna dalili katika hali kama hii kwamba Ramadhani inabatilika e, e, madamu isipokuwa ikiwa baada ile kufanya kukubusu kubusu, au kukamata, ikiwa mmoja wenu alitokwa na manii, basi huyo saumu yake inabatilika ya na itabidi alipe na ni vyema alipe siku zote ambazo zimepita kuanzia mwanzo mpaka hapo alipofika, ni vyema zaidi. Masala ya namna gani kulipa ina khilafu tabani, lakini atakayetoka na manii, basi hivyo lazima afanye alipe. Lakini toba ni lazima kwa hali zote. Na kutubia maana yake nini? Kutubia maana yake ni kuacha kile kitu ukajuta kwa nini umefanya na ukamwomba uka Mwenyezi Mungu maghfira, na ukaazimia kutokurudia tena kile kitu, ndio toba kwa hivyo hayo lazima yapatikane. Ama kuhusu hili la pili, kuhusu swali la kutoa ujauzito, taban, nalo linatakiwa toba kama hili la mwanzo, hakuna wasiwasi wote, hakuna tofauti. Lakini hapa kuna ziada ya mambo ya kidunia, ni kwamba wewe lazima uwalipe warathi wake wenye kumrithi huyu mtoto, wewe nakuwa humo kwa sababu ndio muuaji. Kwa hivyo na umesema kwamba umri wake alikuwa miezi minne. Miezi minne tayari ameshaumbika mtu kamili, tabani ziko khilafu ndogo ndogo, lakini hazina dalili e, kwamba ki, akafanyika ki, kidole ulipedia hii, lakini hazina dalili. Dalili ni kwamba akikamilika e, e, umbile lake kamili uishakamilika tayari, alipedia umefahamiana, eh kwa hivyo miezi minne tayari umbo limekamilika, kwa hivyo utalipa dia. Dia hii watapewa wale ambao kwamba hawa ambao kwamba wanamrithi katika watu wake, na wenye kumrithi hapa ni watu wawili tu, ikiwa wapo, ikiwa hamna wengine, ikiwa hamna basi ni mmoja. Wenye kurithi hapa ni baba yake na bibi zake, manake wewe hapo unazingatia kama hupo, yani manake lau wewe ulikuwa ni mwenye kurithi bibi nakuwa hawaingii lakini wewe sababu ndo, ndo muuaji kuwepo kwako na kuto kuwepo kwako ni sawasawa tu kama hupo na mama, ikiwa hayupo nafasi yake anashikwa na, na bibi. Kwa hivyo bibi zake watarithi kama wapo vile vile. Sasa, utalipa dia ni wajibu kwako, dia hiyo utalipa namna gani? Dia yake kwa asili ni mtu kwamba huyu ali mimba liyotoa, ikiwa itakubainikia kwamba alikuwa mwanaume, mtoto alikuwa mwanaume basi dia yake ni kutoa ni kutoa e, e, mtumwa mwanamume mfahamiane, na inakusudiwa ni kile kiwango chake tu kwa saivi kwa mtumwa, na akiwa mwanamke inakuwa ni dia ya kiwango yaani ya kutoa, samahani, ni kutoa dia ya kiwango cha mwanamume cha mwana, cha mwana akiwa kutoa dia ya kiwango cha mtumwa mwanamume akiwa huyu mimba ilikuwa ni mwanamume na ikiwa hii mimba ilikuwa ni, ni mwanamke basi kutoa dia ya kiwango cha mtumwa mwanamke. Umefahamia ne, yaani mtu kama vile akiua mtumwa akiua, kuna, kuna dia yake mwanamume na mwanamke. Sasa dia hii inakuwa ni dia ambayo kwamba ni robo ushuru, umefahamiana na Samahani, ushuru robo ni nusu ushuru robo ushuru, ushuru. Ushuru ni kwa mwanamke nusu ushuru ushuru, nafikiri unajafahamu. Ushuru ni kumi katika mia, yaani itaangaliwa dia kwa sasa hivi ya mtu mtu kama kaua mtu Muislamu kamuua, kamili dia yake ni ngapi? Mefahamiane, dia yake ni kadhaa. Kwa hivyo ukigawa mara kumi hile, inakuwa hiyo ndio ushuru kamili ile. Kwa hivyo dia kwa hapa Omani ni sasa hivi, dia kwa hapa Omani ni kwa mara ya mwisho dia ya hapa mtu kama kiwa mtu ni elfu kumi na tano riali za Omani, ambayo kwamba itakuwa nusu ushuru yake ni sawasawa na E, riale mia saba na hamsini kwa hivyo, riale mia saba na hamsini hizo watapewa, atapewa, atapewa baba yake na nani na bibi zake kama wapo, kama wapo hamna basi babake tu, isipokuwa hawa wenyewe wakiamua kwamba wamesamehe, wakisamehe basi mfahamiane eh? Eh, lakini ni vyema pia ukafanya jambo jema lolote ile, kufanya sadaka yote ni vyema, japo kwa siku mingi lazima eh, au kama mwenye kama kufunga japo kuwa katika hali kama hii e, haikutajwa kufunga, lakini ukifanya mema wote vile innal hasanati yudhhibna sayiati, mambo mema ukifanya inasababisha mabaya kufungwa. Kwa hivyo dia utalipa hivyo, nakufahamisha e, e, ikiwa mwanamme utalipa dia ya mtumwa mwanamme, ikiwa dia mwanamke utalipa dia ya mtumwa e, mwanamke, basi ni hivyo. Wallahu tabaraka wataala aalam wa hakim. Pengine huko Oman, iko nchi nyingine kama Tanzania, itabidi lazima hapo, tuna utauliza mashehe wa kule, je, wao kule dia ni kiasi gani waliofanywa katika sheria ya kule? Utakwenda sehemu rasmi yani kama katika ofisi ya mufti au katika baraza la Uislamu, itakuwa yako mambo kama hayo kwamba dia itakuwa ni kiasi gani. Nimeeleza wao, sasa hivi shilingi ngapi? Eh, utaifanya kama nilivyokuambia, kwanza gawa mara kumi, utakaoipata na nusu yake, ni hivyo